Kuna uwezekano mkubwa wa kupata nafasi mpya au kutambuliwa kwa kazi yako nzuri. Ikiwa unafanya biashara, utapata mikataba mpya au wateja wapya. Ushirikiano na watu wengine utakuwa na faida kubwa. Usifanye kila kitu peke yako. Tukitazama upande wa mapenzi, kwa walio kwenye uhusiano utulivu, na maelewano vitaimarika. Huu ni wakati mzuri wa kupanga mambo makubwa kama harusi, ndoa au kuishi pamoja. Kwa wale walioko singo, kuna uwezekano wa mtu maalum kuingia kwenye maisha yako katikati ya mwezi huu. Usifunge moyo wako. Tukitazama upande wa kifedha, mambo ya kifedha yatakuwa thabiti, hata kama kuna changamoto ndogo mwanzoni mwa mwezi. Mapato yataimarika, hasa wiki ya tatu. Epuka matumizi yasiyo ya lazima na weka akiba kwa mipango mikubwa inayokuja miezi ijayo. Tukitazama upande wa kiafya afya yako itakuwa nzuri, lakini hakikisha unajipa muda wa kupumzika. Usijichoshe na majukumu mengi bila kupumzika. Fanya mazoezi mepesi kama kutembea au yoga kusaidia mwili na akili. Rangi yako ya bahati mwezi huu ni kahawia, nambari yako ya bahati ni nne, mafusho ni mdarasini, manukato ni sandalwood. Saa nzuri mwezi huu ni saa moja kamili asubuhi hadi saa tatu kamili asubuhi. Nyota za kushirikiana nazo mwezi huu ni nyota ya mashuke ng'ombe, na nyota ya samaki. Ujumbe kwa wenye nyota ya mbuzi mwezi huu wa kumi na moja: uvumilivu wako ni nguzo ya mafanikio. Tambua kwamba si kila kitu lazima ufanye mwenyewe. Huo ndio utabiri wa nyota ya mbuzi kwa mwezi huu wa kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano basi ni kusihi